Kwingineko mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amemtaka inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kumchukulia hatua spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa kile anachosema spika huyo anaendeleza matamshi yanayohatarisha maisha yake, Majimbo Kalasinga, kama mbunge na mkazi wa Kabuchai. Huyu hapa Thedius Wachie. My pleasing Akiwahutubia wanahabari akiwa katika boma lake, mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amesema kuwa matamshi ya spika wa bunge la taifa Moses Wetangula yanaendelea kutishia maisha yake kama mwanasiasa, akimtaka inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kuangasia kisheria matamshi hayo.

adavuka ngambo in vernacular in my language bukusu my battle leader you can't get away with it it must be explained and i'm asking ig kanja to quickly call for these clips and sit and analyze word by word interpret word by word and come to tell kenyans If Majimbo Kalasinga is safe or not. Mbunge huyu ametetea hatua yake ya kupinga baadhi ya miswada katika Bunge la Taifa, akisema ndiyo chanzo kikuu cha uadui wa kisiasa kati yake na spika Wetangula. Aidha, mbunge Kalasinga amesisitiza kuwa kamwe hatang'atuka katika chama cha Ford Kenya, ila matamanio yake ni kukiongoza chama hicho baada ya uchaguzi mkuu ujao kukamilika. And after I I win the the the election again, I'm I'm, I'm, coming for a party party party. leader leader position. I want to be the leader of this party. Hey. Yo kitu That is a thing, I'm, I'm, I'm Nikiripotia West TV kutoka eneo bunge la Kabuchai kaunti ya Bungoma naitwa Thadi Uswachie